Naomba nichukue nafasi hii kukushukuru lakini kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuwa tayari minara miwili ya Misuhaa pamoja na Ligwa ishawaka na sasa hivi wananchi wanatumia mitandao vizuri. Tupige makofi mengi kwa ajili ya Rais. Tunaomba utupelekee salamu nyingi za Mheshimiwa Rais. Baada ya kuomba maombi mengine haya mawili bado akuchoka akakubali ndio akatoa ruksa tuweze kujengewa mnara hapa Matare lakini tuna mnara mwingine unajengwa pale pale juu pale Mang'onyi, kwenye kijiji cha Tupendane. Tunaomba na hawa pia waweze kupata kwa haraka, ili wale ambao vijana ambao bado hawajaoa waweze oh, kupiga haraka simu wapate wachumba. Piga makofi mengi kwa ajili ya vijana, vijana oye! Ko, kumekuwa na changamoto mheshimiwa, siku hizi mambo ni ya kubipu tu unikukupipu hiyo niko maeneo karibu karibu pa hizi. Kuwepo kwa, kwa hii mitandao ikiwa vizuri, hata fursa za kibiashara zinaongezeka. Kuna fursa za kufanya uh, wakala wa mitandao uh, pesa. Hata kuna niwahi kuongea, kuna hawa watu wa benki, si ulikuwa CRDB, NMB mmoja wapo kambia, tunashindwa. Kuna maeneo mengine tunataka kuweka huduma uh, zetu, lakini mtandao bado haujakaa vizuri. Lakini pia hata ukusanyaji wa kodi, mimi pia ni mwenyekiti wa kodi wa kamati ya mapato ya TRA ya wilaya, uh, kwa mfano kule Iyumbu na Mgungira kulikuwa kuna vitu vijakaa sawa, walitaka wahakikishe wa, wa kule wana, wanapeleka aina fulani za mashine. Unajua teknolojia inabadilika mara kwa mara, lakini wakawa kuna changamoto hiyo, kunaendaendelea kufanya ma, mazungumzo vizuri na na vyombo vyako vya Vodacom na kadhalika, tuone wanaweza wakafanyaje ili fursa iweze kwenda vizuri na mapato yakiongezeka kwao vizuri zaidi, na maana hata mheshimiwa Rais wetu tunayemwamini na kumtegemea anaweza akafanya mambo yakawa mazuri zaidi. Tunataka kuhakikisha kila kata inapata mawasiliano ya uhakika, na kama sio kujenga mnara basi kuongezea nguvu mnara ulio jirani, ili signal ziweze kufika kwenye ile kata. Tunataka watu wote muweze kuwasiliana kwa uzuri. Dr Samia oye, hey. Mheshimiwa Rais Dr Samia anataka Tanzania ya kidijitali, na hata huku Ikungi lazima tuishi kidijitali. Ninaona hapa vijana wenzangu wengi, na tunaona tunafahamu fika uchumi wa sasa, tukitumia simu, tukitumia mtandao, tukitumia vizuri, matumizi ma, ma, sahihi ya simu tunakwenda kujikomboa kiuchumi. Tuache kutumia uh, vifaa vyetu vya simu labda kwa matatizo ya kiuhalifu wa kimitandao. Kwa nini tukafanya uhalifu mtandaoni? Kwa nini ufikirie kwenda kuwa tapeli? Sisi kama wizara tunaendelea kutafuta njia mbalimbali kuhakikisha Tuna, tu, tunatoa elimu wananchi. tu, minara tunayoileta karibu na makazi yetu tuitumie kwa faida. Vijana wenzangu mpo e, ni vijana wa kike na kiume, ukitumia vizuri mtandao unaweza ukajifunza huko zaidi ya aliye darasani, ukapata ujuzi na elimu nyingi kupitia mtandao. Lakini vile vile nyi wenzetu huku pia bado mnalima mna mafuta mazuri ya kupikia ya alizeti huko kwetu, wote huko Mbeya tunachukua mafuta ya alizeti kutoka huku kwenu. Kwa hiyo ili pia kufananisha soko, ili muweze kulima kwa faida, mitandao itawasaidia sana vijana kujiajiri kupitia shughuli mbalimbali mtandaoni. Tuna uwezo wa kufanya shughuli nyingi sana, kama alivyoongea dasi dasi yamesisitiza kuhakikisha ujenzi wa hii minara ukamilike, na sisi kama wizara tunasema tunakamilisha.